Wakati hayo yanaendelea e, tunakupa pia habari njema kuhusiana na Selcom Pesa e, Selcom ni hud, moja kati ya huduma za kifedha ambazo e, zina manufaa mengi ama zina faida nyingi kwako wewe e, kiuchumi na tutaifahamu zaidi, na tumealika viongozi wa Selcom, bila shaka. Uh, sio jina geni, umekusikia kuhusu Selcom lakini sasa tunakupa faida za kutumia huduma hii uh, na namna ambavyo unaweza ukatunza uh, uka, uka, uka, uka ukatunza uh, unasemaje uka, uh, ukatunza pesa mm, kikawa kama uh, ni kibubu cha Selcom lakini kikakusaidia sasa katika miamala yako yes. uh, ukapata makato kidogo kabisa. Na mwivyo pesa, unajua pesa tunatafuta kwa nguvu eh. eh. Kwa hiyo maumivu ya pesa ya pungu basi ndio kutumia, lazima tuzitumie kwa kwa umakini. Kabisa. Yaani kwa nidhamu sasa hivi. Wanasema nidhamu ya kutumia pesa. Na hasa, sasa sasa katika manunuzi tumekuwa tumeona mm -hmm. sehemu nyingi zinaandikwa lipa na Selcom, lipa na Selcom yes. Kwa yule ambaye alikuwa akiona lakini akiisla labda ni kitu cha ajabu au ni cha high class. Mm -hmm. Eh, sasa leo utapata nafasi ya kufahamu Selcom ni nini, inafanyaje kazi, unaweza kuweka kuanzia kiwango gani. Ukutana tabu. Haya, tu karibishe wageni ambao tumewalika hapa, hapa. Mm -hmm. Shumbana Walwa ye ni mkuu wa kitengo cha masoko wa Selcom, karibu sana Shumbana, lakini pia sijaona Malosha ye ni afisa masoko mwandamizi wa Selcom karibuni sana. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Ulivoongea kufanya kabisa kabisa. Kwa Selcom ni jina pana, lakini ningependa nimchambulie kupitia Selcom Pesa. Selcom Pesa ni application ambayo inaruhusu kufanya miamala au inawezesha kufanya miamala aina zote kwa maana ya kutuma pesa, kulipa bili, kufanya lipa namba. Siku hizi tunafahamu, umesema unaenda sehemu nakutana na lipa kwa simu au lipa namba, lipa namba, lipa namba kupitia Selcom Pesa inawezekana. Hmm, unaweza kulipa bili aina zote, binafsi za serikali, bili zote zinapatikana. Lakini kikubwa, kama mambo yote ambayo tunazungumzia watu wanaweza kuyafanya kupitia simu zao za mkononi au benki zao, kwa nini utumie Selcom Pesa? Kikubwa ni kwamba sokompesa ina makato madogo kuliko. Aa, nimempenda dada amesema usa kwamba kwa makato madogo ndio, hiyo ni sokompesa. Makato madogo kuliko kwa maana gani? Aa, ukitumia sokompesa kutuma pesa kwenda mtandao wote au benki yoyote, unaokoa zaidi ya asilimia 60 ambayo ungetumia simu yako kwa maana mtandao wako wa simu au benki yako. Um, huwa napenda kuwapa watu mifano. Sasa hivi kutuma shilingi 10,000 na sokompesa ambayo mwananchi wa kawaida anaifanyia kazi Selcom pesa tutakata shilingi mia tatu tu, lakini ukituma elfu kumi kutoka kwenye mtandao mwingine kwenda mtandao mwingine au benki ni zaidi ya shilingi elfu moja mia nane na kadhalika, kwa asilimia sitini ambayo unayokuwa na Selcom pesa inaanzia hapo. Ukituma shilingi elfu ishirini mpaka elfu ishirini na tisa unakatwa shilingi mia nne tu. Sehemu nyingine zinaanza kusoma elfu moja mia ngapi, elfu moja mia ngapi. Laki moja mpaka laki tisini na tisa unakatwa shilingi elfu moja tu Kwenye soko mpesa, sehemu nyingine mnafahamu makato yalivyo, ila kikubwa zaidi wale wafanyabiashara ambao ndo wamepokea sana soko mpesa, kutuma milioni moja mpaka milioni tano ndani ya soko mpesa unakata shilingi elfu moja mia tisa tu milioni moja mpaka milioni tano elfu moja mia tisa tu ndio gharama ya makato. Sasa fikiria sehemu nyingine, kwa maana ya benki au mtandao wa simu, shilingi milioni moja mpaka milioni tano sio chini ya shilingi elfu kumi elfu ishirini wengine inategemeana, lakini hauchuki chini ya shilingi elfu kumi kompesa. So, tunakwambia ni shilingi elfu moja mia tisa tu, lakini kwa sababu sisi ni benki ambayo ni Selcom Microfinance Bank. Unaweza kutuma zaidi ya milioni tano ambapo mtandao wa simu hauwezi. Kwa hiyo, milioni tano mpaka milioni ishirini kupitia Selcom Pesa unakata shilingi 2550 tu. Mm. 2025 2550. Mm. Hiyo ni milioni tano mpaka milioni ishirini. Kwa hiyo tunawaambia wanaotusikiliza na kutuangalia, Selcom Pesa mm. ni application ambayo inapatikana kwenye mita, a, simu aina zote iwe ni Play Store au App Store. Mm -hmm. Application hii inafanyaje kazi? Unaweza kupakua kama ambavyo unapakua Instagram, ukajisajili jina lako, namba yako ya simu, kikubwa ni NIDA namba yako. Mm -hmm. Ambayo sasa hivi tumeona serikali yetu imetusaidia, unaweza kuwa na NIDA namba yako, ukaiweka pale, itakuletea system nzima ya NIDA, utambulisho wako, utasema ni wewe, then utaendelea. Zoezi linakuwa limekamilika. Mm-hmm. Baada ya hapo unaanza sasa kufanya miamala yako, kuingiza pesa, unaweza kujihamishia kutoka benki au mtandao wa simu. Then ukaona hizi gharama ambazo tunazungumza, kuokoa zaidi ya 60%, zinaendaje? Nimetaja baadhi ya miamala, lakini ukiingia humo ndani utaona zaidi. Na kiukweli, kwa wale ambao wamekwisha itumia wameshindwa kuondoka, kwa sababu wanaona namna ambavyo wanaokoa. Kwa pesa ambazo unafanya miamala zinakuwa zinakaa kwenye akaunti yoyote, labda inaweza ikawa ni ya, ya, ya mtandao wa simu au ya benki. Sio, hapana. So, Selcom pesa application hii inabidi uingize pesa. Uh, kwa unaweza kui, kuingiza pesa yako kutoka kwenye mtandao wa simu au kutoka kwenye benki yako, unatuma una pesa kutoka kwenye mtandao wako wa simu kama ambavyo ungemtumia mtu pesa. Sasa unajitumia wewe kwenye simu pesa yako. Kwenye zoezi la kutuma pesa, namba yako ya simu akaunti, yani inakuwa ni akaunti kabisa, ni akaunti kabisa, na iko ndani ya usimamizi wa Bank of Tanzania au Benki Kuu ya Tanzania. Ukifanya zoezi la kutuma pesa, utakachoombwa ni namba yako ya simu. Sisi tumesema mteja kukumbuka akaunti namba yake ni zoezi zito sana, kwa hiyo wakati wa kujisajili, ile hatua kwanza baada ya kupakua namba ya simu ambayo utaulizwa pale ndio akaunti namba yako ya Selcom Pesa. Kwa wakati, wakati wa kutuma pesa kutoka mtandao wako wa simu au benki yako huwa utaingiza ile namba ya simu utachagua kwenda Selcom Microfinance Bank hmm. na pesa itaingia moja kwa moja. Sawa sawa. Haya, yes. Tukija kwako sijaona na. Tueleze huduma nyingine sasa ambazo zipo ndani ya Selcom Pesa ukiachana na kutuma miamala na kupokea. Okay. uh, asante uh kwanza labda ningeomba ningeanza kwa ni uh, ni kuwapa pole hmm. kwa msiba hmm. na maombolezo ambayo tunaendelea ya ndugu yetu chazi. Selcom pesa ni pana, yani licha ya kwamba mteja anaweza akatuma pesa au ku, ku, kupokea uh, pesa kutoka mitandao ya simu au benki hmm. Lakini Selcom pesa bado ina huduma zingine, kwa mfano za kulipa namba mteja mm -hmm. Uh, ulikuwa unazungumzia hapa mwanzo, nimefurahi sana ni yes, kwa sababu niona mtu ambaye anaifahamu kwamba umekula sehemu kwenye migahawa mm -hmm. au umekwenda supermarket au umekwenda kwenye vituo vya mafuta siku hizi kuna lipa namba mm -hmm. za benki au za mitandao ya simu mm -hmm. wewe kwa kutumia Selcom pesa una uwezo wa kulipa, aidha kwa kuandika ile namba ya lipa au kwa kuskani, jinsi ambavyo teknolojia imerahisishwa. Lakini mbali na hapo na gharama zote hizo unazifanya kwa gharama nafuu kabisa. Chumbana atakuja kuelezea a, kuna ofa hapo ndani yake, lakini kupitia Selcom pesa bado tunakupa kadi ya kidijitali mm. Oh. kadi yetu kama hii chumbana mwanzo alisema hii ni akaunti, unapewa kadi ya kuweza kufanya miamala. Tunazo kadi za aina mbili, kuna vicho kadi ambayo yenyewe automatically unapokuwa ume umeipakua ile application Selcom Pesa inakuwepo kwenye uh, app yako lakini, uh, hii ni physical kadi ambayo unaweza kutembea nayo, nadhani unaona black card. hmm. ukitoa sehemu si watu unaelewa umetoa kadi ya thamani kiasi gani? hmm. unaweza kufanyia uh, miamala yako kwa kuchanja. Sawa? au kwenda kwenye ATM yoyote ambayo inapokea Mastercard, inamaana unazungumzia ukiona kadi kama hii Selcom Pesa ni zaidi ya kuwepo Tanzania tu, unaweza hmm. ukafanya miamala hata ukiwa nje ya nchi kupitia Uh, aa Mastercard. hmm. Na kizuri unapotumia kadi hii kwa mfano kufanya malipo unapochanja kwenye zile POS, supermarket na sehemu zingine ni bure. hmm. hmm. Lakini kadi hii ni salama, umeiona. hmm. Hii ukiangusha mtu hawezi kuitumia, kwa sababu uh, taarifa zako ziko kwenye application yako, na ukiona uh, nime, nime, ninaweza kuinani unaweza ukaikanseli, kule kule au unaweza uka ukaifanya uka, uka yani usiwezeshe ikaendelea kufanya uh, miamala. mm -hmm. Lakini ufanyaai uh, kwenye huduma zingine ambazo unaweza kuzipata kupitia Selcom Pesa. Huduma ni nyingi kwa kweli. Na mfanyabiashara anufaikaje? Mfanyabiashara ndio changu. Kwa nini niwe na Selcom Pesa? Okay. Naomba dada Shumbana hapa <laughs> anipe uh, utamu zaidi kwa okay. uh, mfanyabiashara so, ni watu ambao tumewazingatia la kwanza ni kwamba yeye anaweza kufanya zoezi la kutuma pesa kwa ajili ya biashara zake, nataka kununua mzigo, unaweza kufanya hivyo kupitia Selcom Pesa. Kumbuka tumeelezea Selcom Pesa, unaweza kutuma zaidi ya milioni tano kwenda juu mm, ambapo mtandao wako wa simu huwezi, lakini milioni tano kwenda juu unahitaji kuletewa mzigo Um, umetumiwa lipa namba ya mfanyabiashara mwenzi ambaye analeta mzigo, kutuma milioni tano, milioni sita, milioni saba baka milioni ishirini ndani ya Selcom pesa inawezekana. Lakini kikubwa, mfanyabiashara, kwa nini utumie ni kwamba kwetu tutakata shilingi 2550 tu milioni tano na baka milioni ishirini. Sehemu nyingine ni zaidi ya shilingi 10 na 20 baka 40 na 60 kufika milioni ishirini kwenye benki zao, mitandao ya simu hivyo, na Selcom Pesa wateja ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kama wateja wako hawana keshi, wewe una mfumo gani maalum wa kupokea pesa kwa njia ya kidijitali? Selcom Pesa, kupitia application yetu tumewezesha wafanyabiashara kuweza kupakua lipa namba wenyewe sehemu nyingine au maisha tuliozoea, alipa namba kuipata ni lazima uitafute mfanyabiashara kama simo, bank, yanzi, maka, maka, yeni, mchaka, mchaka ni mtandao wa simu au benki, procedures zianze makaratasi, yani mchakato unakuwa mrefu sana, lakini ndani ya soko mpesa, so, tunakwambia, pakua application, alafu ingia, kuna kisehemu kinaitwa ni icon kama ki QR code ukikibonyeza hicho ambacho mwonekano wake huwa anasema mambo kwa ushahidi, inaweza ikawa na mwonekano kama huu. Kwa hiyo ukikibonyeza hiki, inakwambia inakuwa umejionyesha, unahitaji lipa namba, itaomba TIN namba yako, kwa sababu tunafahamu utaratibu wa biashara. TIN namba ni jambo la muhimu. Ukiweka TIN namba yako, papo hapo mpate lipa namba yako ila lipa namba pale unaweza kujitumia kwenye WhatsApp, ukatuma kwenye email yako, ukawatumia wateja wako wote, na ukaweza kuanza kupokea pesa kwa kutumia mfumo wa kidijitali, au haukosi nafasi ya kumtolea huduma mteja wako ambaye amekuja na cash au mteja wako ambaye amekuja na simu, uh, pesa kwenye simu. Lakini pia lipa namba hiyo unaweza ukaiprint wewe mwenyewe ukaibandika kwenye sehemu yako ya biashara ukaendelea kupokea malipo mm -hmm. Na kikubwa kabisa lipa namba zetu hazina wanasema hazina limit ya kiwango, mm -hmm, kwamba ikifika kiwango fulani ndani ya siku huwezi kupokea zaidi. Lipa namba yetu unaweza kupokea kiwango chochote. Na kingine ambacho wafanyabiashara wanakipenda ni kwamba ile pesa ikiingia ndani ya Selcom Pesa app moja kwa moja, unaweza kuitumia kufanya mambo mengine. Kwafikiria mfanyabiashara, hela imeingia, alafu na mahitaji mengine ili biashara iende, unaizungushia hela papo hapo kwa hiyo haya ni mambo ambayo tumeyazingatia wafanya biashara, hasa ukiangalia mazingira yalivyo na jinsi ambavyo sehemu nyingine wanapata changamoto kubwa mm. Ah, yes. Sasa alituambia al kwamba kuna ofa ambayo mtaitangaza si mtaisema, labda kwa kumalizia hapo. Okay, kwa ofa ambazo tunaendelea nazo Selcom yeah. Pesa uzuri ina mambo mazuri mengi sana mm. Yani ni tamu, umeona na sisi kwa sababu wa kama Selcom tunatengeneza familia. Kwa hiyo unapokuwa na familia baba, unatamani ujione familia yako siku zote ina afya, siku zote familia yako inapendeza, siku zote ukija baba inatamani kukupokea, umeona kwamba kuna kitu kizuri unakuja nacho. Kwa hiyo Selcom Pesa, kwa sasa hivi tuna ofa ya inaitwa tano kwa jelo. Ofa ya tano kwa jelo ina ina ina inakuwaje? Baada ya kupakua application yako uh, ya Selcom Pesa, ambacho inakuwezesha ni kwamba unaweza kutuma miamala mitano gharama zetu bado ni nafuu kama ambavyo mnajua, lakini inakupa uwezo wa kutuma miamala mitano ndani ya siku kwa gharama ya shilingi mia tano. Niulize hapo maana ina maana kila muamala utakaotuma hautakatwa? Eh, unapofanya muamala wako wa kwanza mm. bila kujaisha ni kiasi gani cha fedha, aidha unatuma kwenda benki au unatuma kwenda mtandao wa simu wowote ule lakini unaweza ukawa unafanya mta, ma, malipo ma ma kwenye lipa namba. Gharama yetu kubwa ya kawaida ni shilingi elfu mbili mia tano na hamsini. Lakini kwa mfano unatuma milioni tano mpaka milioni ishirini labda ndio unalipa au unatuma kwenda benki pale, gharama itaonyesha elfu mbili mia tano na hamsini. Pale kuna sehemu ya kitufe ambacho unabonyeza hiyo ofa, unasema mimi nitachukua hii ofa ya tano kwa jelo, unakiwasha kile kitufe Gharama inatoka elfu mbili mia tano hamsini inarudi shilingi mia tano muamala mm -hmm. wa kwanza. Ile miamala mingine utakayo kuja kufanya huko minne iliyobaki, haijalishi ni kiasi gani, hautachajiwa, itakuwa inakuhesabia tu ndani kuanzia saa sita usiku mpaka saa sita usiku unakuwa umemaliza. mm -hmm. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo Selcom Pesa inatengeneza familia ambayo tunaijali tunaijali kwa kiasi sasa kwa kumalizia, unalipi la kuambia sasa Watanzania eh, wa wateja wenu kwa ujumla. Um, labda ningeanza mwenzangu afunge. Jambo uh, mm, moja ambalo nafikiri kwa sasa tuko Azam litakuwa lina, lina faida sana akilisikia. Yes. Um, kuna kitu kinaitwa N-card ambao tunatumia kwenda kuangalia mechi. Watu wanafuatilia NBC Premier League kwenda uwanjani kuangalia mechi ile, shughuli ya na, na, na fund vipi au najaza vipi N-card yangu inaweza ikawa ni mchakato, lakini pia tumeona hata Kigamboni N-card inatumika, mwendo kasi N-card inatumika, N-card kutumia Selcom pesa kuijaza ni rahisi. A yani, nani Selcom pesa unaweza kujaza N-card yako comfortably usipate na changamoto yoyote, matokeo yake kesho kuto kuna mechi ukaenda uwanjani N-card yako ikiwa tayari ina pesa umeenda Kigamboni kulipia nkadi yako ina pesa, kwa hiyo hicho wanaweza ukifanya kupitia Selcom pesa. Lakini pia kingine ni kwamba tumevuka boda, mtu anaweza kutuma sasa hivi pesa kutoka Selcom pesa kwenda Kenya wa makato madogo kuliko lakini pia kwa haraka kwa maana kwamba pesa inatoka hapa inaingia Kenya papo hapo, alafu rate yako ni ndogo kuliko sehemu yote, na uzuri ndani ya Selcom Pesa unaonyeshwa unataka kutuma shilingi ngapi milioni moja. Itakwambia Kenya itafika kiasi fulani. Je, ni sawa sawa na invoice au kiasi ambacho kwa umepangilia kutuma, una confirm pesa inaenda papo hapo. Mm -hmm. Labda mwenzangu amalizie kwenye swala la namna ambavyo wateja wanaweza kutupata Selcom okay, pesa uh, wateja wetu kwanza mjue kwamba tuna ni huduma masaa 24. Ukipata changamoto yoyote na namna gani ambavyo umekutana nayo, unahitaji kuitatua kwa haraka, wewe tutafute tu. Uh, tunazo namba za simu ambazo ni sifuri, nane, sifuri, sifuri, saba nane nne nane nane nane, lakini tuna namba nyingine ya sifuri nane sifuri sifuri 0714 848 888, namba hizi ukipiga ni bure, unaweza kutupata masaa 24. Application eh? Yes. Na pale kwenye inaonekana an lakini, acha eh, mm -hmm. Lakini, mm -hmm. ukienda kwenye mm -hmm. mitandao ya mm kijamii -hmm. yote Facebook, YouTube mm -hmm. Instagram, LinkedIn utatupata kwa kama tulivyo as Selcom Pesa. Asante, asanteni sana <laughs> kwa ujumbe huu mliotuletea. Nimefurahia sehemu tu <laughs> <laughs> Buda, nimefurahia sehemu zote bwana <laughs> ya ofa <laughs> E, na sema unajua, so mimi pia nimekuwa mtumiaji wa za waaao naelewa na, e, unanunulia mafuta eh mafuta hasa kwenye mafuta sawa e, yeah, sawa so, so, ni Shumbana Malwa mkuu, malwa ah malwa, niwe radhi sana Shumbana <laughs> Walwa, mm, mkuu wa kitengo cha masoko Selcom, lakini nasijaona malosha afisa masoko mwandamizi sababu kwa sijaona sio kasema nimeona ah. <laughs> <laughs> <laughs> Tunashukuru sana, tunawatakia kila la heri, asanteni sana <laughs>